Hey, hey, hey, hey, hey! Sasa wajamani bwana, hali imekuwa ngumu sana, yaani biashara imekuwa ngumu, biashara tumefunga mabiashara, yaani makazi manini zote tumefunga. Mfano mimi hapa biashara yangu hii biashara yangu hii nategemea watu wanategemea, eh, wake za watu na waume za watu. Sasa wake za watu wamefungiwa na waume za watu wamefungiwa, eh? wanafungiwa aogopa mabomu, sasa hivi nikikuwa nimeshajaza wateja. Vyumba vyote viko wazi, hamna hata watu, mwafungia nyumbani kwao eh? mimi tafanyaje biashara? Hebu ona sasa, ona ona hizo kamba hizo. Haya, unaona hizi kamba, hizi kamba hizi zote hazina mashuka. Mashuka siwa waje eh? wake za watu na wame za watu wafungulieni, waje wa na nini, nipate mimi kazi, kibarua changu kinataka kuota nyasi. Bosi ameshakasirika anataka kunitimua mimi kazi kwa sababu sina kazi naofanya. Mashuka waje waje waje wachafue mashuka, mimi nifue, kibarua changu kiendelee. Wanachezea chezea tu mapanya huko ndani, wanachezea chezea tu mapanya, wenyewa wana sifa kweli, wanachezea chezea. Si bora aje acheze binadamu humo, mimi kazi niendelee? Mimi siwezi kabisa hali hii. Tanzania tahama, mimi nahama nchi, kama ameanza mambo ya ya kufungiwa ndani ya, ya, kufungi ya mavita vita, vita. Siwezi siwezi.